Sisi tunapokwenda kwenye jamii kutoa elimu, kwa bahati mbaya sana, jamii hawana mwamko mzuri wa kuhudhuria kwenye ile mikutano. Leo tuseme, tunaamua labda watu wa dawati tunakwenda kutoa elimu shehia ya Jangombe, atapewa taarifa sheha, awaite watu, lakini tukaenda pale Jangombe, tukifika, watakaokuja hayo mahudhurio hutaamini. Na kwa bahati mbaya sana, jengine, wanaokuja namba kubwa, utakuta kina mama lakini wababa wanakuwa hawaji. Sasa ile elimu ambayo tunataka tuende tukawape elimu nzuri, mwisho wa siku hatufikii malengo kwa sababu wale wahusika wanakuwa hawafiki. Sasa hilo nalo kwa upande mmoja utakuta linatupa ukakasi kufikia mafanikio ambayo sisi tunayategemea. Lakini sisi kama sisi hata kujipanga kwetu ile kuona tunayahendo vizuri hayo mambo, jeshi la polisi kupitia kitengo cha dawati mpaka wamekuja na kampeni maalumu ya tuambie kabla hawajaharibiwa. Nadhani kipindi cha kati kama mlituona tukija tukaivamia hii hii Unguja. Tulitembea karibu shehia zote 259 za Unguja na tulitoa elimu ya kwamba tuwaambie wale vijana wetu kabla hawaja haribiwa. Hizo ni baadhi tu ya jitihada ambazo tumekuwa tukizifanya.